na marafiki katika vijana na katika wazee. Katika vijana sisi sote tulikuwa marafiki zake na wengine tulisoma naye, lakini ustadhi Saidi Mwaipopo yeye alikuwa naye zaidi, na kwa bahati yeye alipata kusema kule msibani leo Tutamsimamisha mzee ambaye katembea naye sana katika ziara za kidawa Sheikh Isa bin Joni Luvanda, yeye ndo atakayesimama kutoa shukurani kwa sote. yubarakatu alhamdulillah alwahid alahad alfard samad alladhi lam yalid wa lam yulad

mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ni siku nzito, nadhani tunaendelea katika mwendelezo wa dua ya kumwombea ndugu yetu al-akhi Sheikh wetu Hussein Muhammad Msopa kwa yale yaliyokuta, lakini mimi nitoe shukurani zangu zote za dhati kwa uongozi wa wahadhiri na ndugu zangu wote na pamoja na kamati ya Jumuiya ya Maridhiano ambayo iko hapa mbele yetu, Mwenyezi Mungu awazidishie kila la kheri, na wengine waliofanya harakati kubwa waliokuwa karibu siku za mwisho hizi na ndugu yetu Hussein Mohamed Msopa, hususan Said Godi godigodi, na ndugu yangu hapa wana Mwaipopo hapa. Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri. Huyu bwana ni mwepesi sana katika matukio hasa ya wahadhiri yanaowakuta wengine. Sisi ni wasafiri na tunakwenda mbali, lakini shukurani zangu za dhati kwa uongozi wa msikiti wa Mtoro kwa kutupa nafasi ya kuweza kufikisha taarifa hizi na dua kwa Waislamu wa, wa maeneo wa haya, wajue kwamba tukio hili limetokea kweli na pili niseme kwamba Waislamu wahadhiri wapo. Watu wanajiuliza wahadhiri siku hizi wako wapi? Wahadhiri wapo na wanapambana na harakati za dawa. Hawa vigogo wote waliosimama hapo wanamwaga mwaga nahau, hey, balagha, mantiki, salafu, kutakasa hizi nafsi zetu. Hawa ni wahadhiri, usije ukasema wahadhiri hakuna ambao hawajasoma, tumejaa tele, ila tunakaa kimya tu kuangalia hii dunia inakwendaje. We unadhani hili jukwaa likisimama kila mmoja akafanya tabaruku yake katika dawa, katika uwanja, unadhani atabakia mtu katika huo katika hiyo shughuli? Ni wazi kwamba wahadhiri wapo na wamesoma na wanafanya kazi ya dawa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tumemsikiliza Abdulazizi pacha hapo. Umeona bana? Wallahi, ukikutana naye mtaani unaweza kusema ah, ni katika wahuni wahuni tu, wamechoka kufanya kazi mambo yao wanaleta tabu mjini. Lakini zile nyundo zilizoshuka hapa, kila mmoja anajua, he, jamani, kumbe hata ukivaa suruali na shati mambo yanakwenda. Tumerana vizuri eh. Mungu amfungulie kila la kheri. Lakini mimi kama mlezi au mzee katika wahadhiri, nimetauliwa kuwa mzee, mimi nataka niseme hadithi moja tu ya mtume, tuseme inshallah, tuseme insha Allah. Na msiniulize hadithi hiyo amepokea nani? Maana watu wa minaka shamko hapa, umenielewa? Sijui mkiona mtu amesema, mnaanza kutafuta rawao, sijui shehe Matimbwa, umenielewa? wasiniulize sisi wengine tumetoka kwenye ukafiri huko, tumeingia kwenye Uislamu. Tulikuwa tunaendesha ibada za ajabu ajabu huko, na ndugu yangu Mwaipopo hapa, tumeingia kwenye Uislamu, Mungu katunusuru wao. Nadhani mimi ningebakia kule kwenye ukafiri ule, moto nitakaoingia na huu mwili, si ndio ningezidisha moto kabisa mpaka sallallahu alayhi wasallam mpaka wangesema mchungaji, bora usiingie kwenye moto, maana wewe ndio umetia hasira zaidi. wakudu hannasu walhijara, huo moto wenyewe ni watu na mawe. Mimi wasia wangu kwa vijana wa dawa, wahadhiri, pamoja na wale wanaopenda kazi ya dawa, tufanyeni kazi ya dawa kwa uadilifu. Sasa hivi mazingira yamekuwa ni mabaya na yameharibika sana, tunapewa lawama sana lakini wanaotulaumu hawatujui. Tufanye kazi ya Allah kwa uadilifu, tukijua tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo mtume anasema, ma minkum min ahadi illa sayuqallimuhu rabbu laisa bainahu wa bainahu tarjuma fayandhuru aimana minhu fala yara illa ma qaddam wa yandhuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa wayandhuru baina yadai fala yara illa ma qaddam fatakun nar walau bishurti tamra. Tukifanya hii kazi ya dawa tujue tutaulizwa na Allah subhanahu wa taala mwanzo wa kazi yetu mpaka mwisho wa kazi yetu. Kitakachotusaidia ni wema ambao tutaufanya ndani ya dawa na ukweli tutakaofanya ndani ya dawa. Ndugu yetu Msopa alikuwa anapambana kulisha mayatima, kutoa sadaka na kufanya chochote. Basi na sisi tufate nyayo ambazo tunaweza tukafika kule tunakokwenda. Wallahi, tujue tutaulizwa kwa Mwenyezi Mungu, na tusiache hii kazi ya dawa, tupambane, na Mwenyezi Mungu atasimama na sisi insha Allah. Kwa haya machache, nadhani sina muda mwingine, maana kila mmoja sasa hivi anajaribu kuangalia muda aweze kurejea kule anakotoka. Kwa haya machache, nikushukuru kushukuru amir, waafa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hizi maiki za Sheikh Saimu ni nyingi, tunaomba sasa e wakati baraka kila aliyoko ndani